Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo amefanya uteuzi wa wabunge sita wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitumia mamlaka aliyonayo chini ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses M. Kisiluka imesema uteuzi huo umefanywa kwa mujibu wa ibara ya 66 kwenye mabano moja kwenye mabano E ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 19 77. Ibara hii ya katiba inabainisha muundo wa bunge na inampa rais mamlaka ya kuteua idadi ya wabunge wasiozidi kumi ambao wanakuwa sehemu kamili ya bunge la Jamhuri ya Muungano. Wafuatao ndio wateule wapya walioteuliwa na rais Samia: Dr Doroth Onesforo Gwajima, Balozi Mahmud Thabiti Kombo, Balozi Dr Bashir Ali Kakurwa, Bwana Abdul Al Mwinyi, Balozi Hamis Musa Omal na Dr Rimo Simeoni Nyansaho. Uteuzi huu unaongeza wabunge wapya katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadhi wateule kama Dr Doroth Gwajima na Balozi Mahmud Thabiti Kombo wanarejea katika nafasi hiyo. Mtazamaji wa Mawio TV tukusi kubaki nasi katika taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zikitujilia ili uweze kuhabarika zaidi. Kumbuka kugusa alama ya kusubscribe, lakini pia usisahau kugusa alama ya kengele ili kuhabarika nasi kila wakati.